Mtazamaji na mfuatiliaji wa Msasa Media, karibu sana, tukujuze kile ambacho yamkini kinawezeka kushangaza kidogo. Fikiria eneo halijawahi kupata mvua kwa karne nzima, yani halijawahi kupata mvua kwa miaka mia moja, lakini bado watu wanaishi. Unaweza ukajiuliza wanaishi vipi? Hili ni jangwa la Atakama linalopatikana nchini Chile. Jangwa la Atakama ni mojawapo ya maeneo ya kipekee duniani, likijulikana sana kwa kuwa jangwa kavu zaidi duniani. Lipo katika nchi ya Chile kutoka bara la Amerika ya Kusini, na linachukua sehemu kubwa ya kaskazini mwa hiyo. Ingawa ni jangwa lakini, atakama lina historia ndefu ya kiikolojia, kijiolojia, kiutamaduni ambayo huonyesha jinsi mazingira haya magumu yameathiri maisha ya binadamu na mabadiliko ya tabia ya nchi katika eneo hilo. Jangwa la Atakama linapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Chile, likiwa limenyosha kati ya bahari ya Pacific upande wa magharibi na safu ya milima ya Andes upande wa mashariki. Lina urefu wa zaidi ya kilomita 1600 kuanzia kusini wa mpakani na nchi ya Peru hadi maeneo ya kati ya Chile. Eneo lote la jangwa linakadiriwa kuwa na ukubwa wa takribani kilomita za mraba laki moja na elfu tano na baadhi ya maeneo yake hayajawahi kupata mvua kwa miaka mingi, huku sehemu nyingine zikirekodi kutopata mvua kabisa kwa karne nzima, yaani miaka mia moja bila mvua. Jangwa la Atakama linaundwa kupitia mchanganyiko wa mambo ya kijiografia, hasa mwinuko mkubwa wa safu ya milima ya Andes na we epo wa mkondo wa bahari wa Humboldt kutoka bahari ya Pacific. Mkondo wa Humboldt husababisha hewa baridi na kavu kupanda juu kutoka baharini na kuzuiwa na milima ya Andes, hivyo kuzuia mvua kunyesha. Kutokana na hali hiyo, Atacama imekuwa jangwa la kipekee lenye unyevu kidogo sana na sehemu nyingine hazina mimea kabisa. Japokuwa ni jangwa kavu mno duniani, binadamu bado wameweza kuishi kwenye eneo la Atacama kwa maelfu ya miaka. Kabla ya kuwasili kwa Wahispania katika karne ya 16 kulikuwapo na makabila ya wenyeji kama vile Atakameno ambao waliweza kuendeleza kilimo katika maeneo yote yenye mito ya kudumu kama vile San Pedro de Atakama kupitia mfumo wa umwagiliaji. Baada ya ukoloni wa Hispania, eneo hilo lilijumuishwa katika himaya ya Hispania hadi Chile ilipopata uhuru wake katika karne ya 19. Atakama ilihusishwa kwenye mgogoro wa Vita ya Pasifiki kutoka mwaka 1879 hadi 1884 kati ya Chile, Bolivia na Peru hasa kwa sababu ya utajiri wa madini kama salfa, shaba na nitrate. Chile ilishinda vita hiyo na kulidhibiti eneo hilo na kulirejesha kwake. Jangwa la Atacama linajulikana kwa kuwa na hali ya hewa ya joto la wastani mchana na baridi kali sana nyakati za usiku. Viwango vya mvua ni vya chini sana, baadhi ya maeneo hupokea chini ya mvua ya milimita moja kwa

na sehemu zingine hazijawahi kupata mvua kabisa kwa miongo kadhaa, kama nilivyokuambia hapo awali. Hata maeneo mengine yamemaliza miaka mia moja bila kupata mvua kabisa, ingawa ni jangwa kame zaidi duniani. Lakini jambo la kushangaza sana ni kuwa jangwa la Atakama lina jamii mbalimbali mbali za mimea na wanyama waliobadilika kuishi na wanaweza kuishi katika mazingira magumu. Kuna aina fulani za mimea kama kaktasi ama kaktila na michikichi ya jangwani, wanyama kama vile mijusi mijusi wakubwa, ndege wa jangwani na vipepeo wa kipekee wanapatikana katika jangwa la Atakama. Lakini cha ajabu zaidi ni kuwa miji midogo kama San Pedro de Atakama na Kalama pia makazi muhimu kwa watu, wanaendesha maisha yao kupitia utalii, madini na kilimo cha umwagiliaji. Pia kuna jamii za watu asili wanaoendelea kuhifadhi utamaduni wao wa kale. Moja ya sababu kuu za umuhimu wa jangwa la Atakama ni utajiri wake wa madini. Lipo juu ya ukanda mkubwa wa madini duniani na limekuwa kitovu cha uzalishaji wa madini ya lithium, madini ambayo yanatumika sana katika kutengeneza betri za magari ya umeme. Na pia kuna madini ya shaba, ambapo Chile ni mzalishaji mkubwa zaidi wa madini ya shaba duniani. Pia jangwa hilo lina madini ya nitrate ya asili ambayo ilikuwa bidhaa ya thamani sana kabla ya kuvumbuliwa kwa nitrate ya kisasa ya viwandani. Madini mengine katika jangwa hilo ni madini ya salfa na madini mengine adimu. Ingawa uchimbaji wa madini katika jangwa hilo ume leta faida kubwa za kiuchumi, lakini pia umekumbwa na changamoto za kimazingira hasa matumizi makubwa ya maji katika eneo lenye ukame mkubwa. Jangwa la Atakama limekuwa sehemu muhimu kwa utafiti wa kisayansi kwa sababu ya anga lake kuwa safi, kavu na lenye uchafuzi mdogo. Lina mojawapo ya vituo vikubwa vya uchunguzi wa anga duniani. Kituo cha anga za juu cha Marekani yani NASA na taasisi nyingine zinatumia jangwa la Atakama kama mfano wa mazingira ya sayari ya Mars kutokana na ukame wake na udongo wenye kemikali kali, hivyo kusaidia kufahamu uwezekano wa maisha kwenye sayari nyingine. Ingawa pia jangwa ni kavu tangu kale, tafiti zinaonyesha kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuongeza joto na kupunguza unyevu zaidi, hali inayoweza kuhatarisha hata jamii chache za wanyama na hata jamii chache za binadamu ambazo zinaweza kuvumilia ukame, hata kama imekuwa kivutio kikubwa cha utalii kwa wageni kutoka duniani kote, maeneo kama Vale de la Luna yani bonde la mwezi geisa na El Tatio na milima ya chumvi huvutia watalii wengi duniani. Kwa kuhitimisha tu, ni kuwa jangwa la atakama ni eneo lenye upekee wa hali ya juu duniani, likiwa na ukame wa kudumu, historia tajiri na umuhimu wa kisayansi na kiuchumi. Linachukua nafasi ya kipekee katika jiografia ya dunia. Eh, hii ni Msasa Media.